Habari ni Dkt Mbilinyi hapa, na hii ni Mbilinyi Online Academy. Swali la kujiuliza, unataka nini katika maisha yako na unaelekea wapi? Ukishajua hilo swali, nadhani linaweza likakusaidia sana katika mafanikio yako. Katika dunia ya leo, kila mtu ana ndoto na wengine wanatamani kufikia mafanikio, lakini pia kuna baadhi ya watu wengine ambao wanatamani kuinuka kiuchumi au fedha, lakini pia kuna watu ambao wanataka sana kujulikana kimaisha na kuwa na maisha yaliyo bora zaidi, lakini katika hao wote ni wachache sana ambao huwa wanafikia ndoto zao au huwa wanafikia malengo yao. Sasa ili uweze kufikia ndoto zako unahitaji kuwa na nidhamu bora. Nidhamu bora, huu ni utajiri wa kweli ambao ambao kiukweli hauanzi kwenye akaunti yako ya benki, ila bali unaanza kwenye tabia zako za kila siku, ambazo zinakufanya zina wewe ukawa unazipraktisi kila siku, mwisho wa siku ndo hizo hizo ambazo zinakupeleka katika mafanikio zaidi sasa. Ili kuzipata hizi nidhamu bora ambazo unatakiwa uzipractice, basi unatakiwa kukisoma kile kitabu changu cha Unpopular Technique, ambacho kinaeleza kwa undani zaidi au kwa kina zaidi, na pia kimeeleza mengine mengi zaidi. Basi ingia mtandaoni, search hicho kitabu, lakini nifuatilie pale kwenye mitandao yangu ya kijamii kwa jina la Oscar Project au Mbilinyi Online Academy.